Naitwa Jenipher Samuel, ni CEO wa Jenipher Mall. Leo tuko hapa kwenye uzinduzi wa duka letu ambao ni mo yetu kubwa ambapo tunajishughulisha na uuzaji wa vyombo vya ndani, mapambo ya ndani, home decor, home appliance na vitu vyote vya majumbani ambapo utapata vitu vyote, vyombo, changamoto zote za vyombo vya ndani hapa ni solution kabisa. Lakini ni tuko hapa kwa ajili ya bei yani, kila mmoja bei ambayo mtu anaweza akiafordi anapata vitu quality kwa bei ya chini. So, nawakaribisha sana katika siku ya leo kwenye uzinduzi wa duka letu ambalo ni moyo wetu ambapo utajipatia mahitaji yote ya ndani. Vyombo kila kitu kama ambavyo nimekwisha kueleza. Kwa wageni ambao hawafahamu duka letu ambalo kwa sasa ni mall. Duka letu tunaleta vitu kwa hali ya chini kwa kuzingatia kuna watu ambao wanaweza wasiafodi bei ya juu, lakini pia wakawa na uhitaji wa bidhaa. Kwa hiyo ndio maana tunajitahidi kuboresha kila kunapokucha, ndio maana kwa sasa hivi tumetoka kwenye Jenipher Stylish tumekuja kwenye Jenipher mall. Kwa nini? Kwa sababu ya kupanua mall, inakuwa na inatupa kupata vitu vyote. Tutapata vitu ambavyo kuna appliance, kutakuwa na electronics, kutakuwa na accessory, vitu vyote. Lakini hivi vyote ni kwa bei ya chini, lakini niwahakikishie kwamba watu ambao wa labda mindset yao kwamba hapa Dodoma ni makao makuu kwa vitu lazima viwe bei ya juu, lakini hapa kwetu utapata vitu quality kwa bei ya chini. Matarajio yetu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu ni kuifikia Tanzania yote. Kwa hiyo tutajitahidi kwa kila mkoa kwa hatua, kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotusaidia na kutufanikisha, tutafungua tawi kila mkoa. Lakini pia kuna mkakati ambao ni mnada bei fupi. Mnada huu unatembea kila mkoa. Kwa nini? Kwa sababu ya kumrahisishia mteja ambaye yuko mkoani ambaye hana imani ya kuagiza mzigo. Kuna wengine bado wanahofu na waamini kwenye biashara za mtandao, kwa hiyo ndio maana tuna hii nani, mnada bei poa, ambayo tunaenda kila mkoa kila mwezi kwenda kufanya minada ili kuwafikia wateja wa mkoani. Sababu muhimu na kubwa zaidi kwenye mall wetu tumejikita kwenye kuwapatia watu vitu quality, lakini pia kwa bei ambayo ni ya chini, ambayo ni bei rafiki kwa kila mmoja. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa zaidi, lakini pia kuna wengine ambao kulikuwa kuna vitu ambavyo havipatikani kwa Dodoma hii, lakini kwa hapa sisi tumerahisisha. Walio wengi ni mashuhuda wa hiki ninachokiongea, walikuwa wanaagiza bidhaa nyingi kutoka Dar es Salaam, lakini kwa sasa hakuna haja ya kuagiza vitu Dar es Salaam kwa sababu tayari chimbo liko hapa Dodoma, ambalo kama kuna mtu ambaye atakuwa anahitaji kitu chochote kwa wakati huu anakuwa hana pesa ya kukizi kile anachokihitaji, anaweza akalipia kwa awamu, tutamwandika atalipia kadiri ambavyo anapata. Akishakamilisha hela yote kwa kile ambacho anakitaka atapata bidhaa yake.